Wewe umefanya kitu kikubwa ambacho wengi hawafikiri kufanya kwani hapa kwa kaiiga zinanywewa sizipo nyingi zinazalishwa hapa kwani hatujaona wengine wamefanikiwa kweli kweli kwa kufanya jambo kubwa kwa, kufanya kwa, kufanya kwa, kufanya kwa, kufanya kwa kuanza kidogo kwa hmm. nini sisi hatuwa encourage wa kwetu na wao wafanye? mimi hapa ni mkuu wa mkoa ndio mwenyekiti wa kodi wa mkoa ndio mwenyekiti wa nini wa maendeleo wa mkoa ndio mwenyekiti wa kila kitu Tusipowajengea watu wetu uchumi, hatujengi mazingira mazuri ya kufanya hayo mengine. Ili tutengeneze mazingira ya kuwa na makusanyo mazuri, lazima tutengeneze vyanzo vipya na vyanzo vya uhakika vya kodi. Lazima tuwa encourage watu wenye mitaji ambao wameanza kufunguta kufanya jambo kufanya jambo kubwa zaidi. Lazima tutengeneze mazingira, fungue fursa, kwa sababu huyu ameanza, na mimi nataka huyu awe wa mfano kabisa, nataka huyu awe wa wewa... Mheshimiwa DC huyu tunataka awe wanini, wa mfano. Mimi nitatafuta wadau wote wanaohusika kumwezesha huyu afanye makubwa zaidi, kwa sababu kwenye soko yupo. Kwa hiyo mimi nikupongeze, nikuhakikishie, zile changamoto ambazo zinatustahili serikali kukusupport tutakusupport, na yale ambayo yanatutaka serikali kuweka nguvu ili kukusaidia we kufikia malengo yako. Wewe cha msingi jialaini, weka utulivu, weka mazingira wezeshi ya ku fikia ndoto yako. Sawa bwana, hilo ndio kubwa, lakini hongera kwa uthubutu, hongera kwa kuanza, na kikubwa simamia ubora, menielewa, na ulipe kodi kwa uaminifu. Ukifanya hayo, sisi utakuwa rafiki yetu mkubwa, mengine mengine yote sisi tutakusupport. Mimi natamani kesho niwe Dar es Salaam nione kinywaji kimetoka Tunduma, kiko wapi? Dar es Salaam niwe Mbeya nione kinywaji kimetoka, niwe Tabora niwe Mwanza, niwe maeneo yote ya nchi yetu, tuone kinywaji kimetoka wapi? Tunduma. Hakuna mtu alitoka mbinguni akashuka kwamba ana hilo wazo, alianzia hapa duniani akatengeneza, likashika kasi, likawa jambo. Mtu anatengeneza labda Ufaransa, inakuja kunywewa Tanzania, anatengeneza South Africa, inakuja kunywewa Tanzania, anatengeneza Namibia, inakuja kunywewa wapi? Tanzania. Tuna kila aina ya bia na tunataka na Devi iwe miongoni mwao. Oh, sawa mwenyewe, lazima lazima nitapita. Nashukuru nimeona mwenyewe. Kira nikifikiria nilikuwa naanza kuanzisha biashara ya kiwanda, nikaamua kufunga biashara zote. Nilikuwa na grosari ya bidhaa ndogondogo hizi, nikaamua kujikita kufungua kiwanda cha biashara cha pombe. Kwa hiyo nikaona nifanye hivyo ili niweze kutimiza ndoto zangu, pombe ambayo iko halali, imethibitishwa na TBS yani na viwango vyote. Pombe ina alcohol ya 40 ujazo wake mililita mia mbili. Tuwa Tunduma na Songwe niseme, nyanda za juu kusini kwa ujumla, uzuri wa pombe yetu haina, hatungekunywa ungekunywa, haina hangover, unaamka asubuhi, haichaguli chakula chochote. Mtambo unakuja mkubwa ambao uweze kusaidia na kuajiri vijana wengi. Sasa hizi tuna vijana kama 30. Serikali ni kwamba ni kutuwezesha kutuangalia vijana tunaopambana, tunazidi kufanya nini, kupambania ndoto zetu, kwa sababu mpaka dakika hii hapa, mkuu mkuu amefika. Naona ni fursa mojawapo ambao wameshanisikia kwamba kuna kinywaji kinaitwa Dev Gin kinatoka mkoa wa Songwe na Sixpack. Sasa watu wa, wa nyanda za juu kusini wote watakuwa na imani ya kwamba kuna kiwanda kiko Songwe. Kwenye kampuni yetu tuna bidhaa mbili ambapo kuna bidhaa Dev Gin na Sixpack. Kwenye upande wa bidhaa ya Dev Gin hii ni dry, upande wa Sixpack hii ni vodka. Na zote zimethibitishwa na TBS na zimefuata kanuni zote kwoo ni bidhaa halali pia haina madhara yoyote ile kwa, kwa mtu yoyote. Kwa sasa hivi tuna uwezo wa kuzalisha kwa siku, uweza kuzalisha boksi tisini, boksi mia. Kupata ugeni wa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa hapa Songwe kuja kutembelea kiwanda chetu na kuona bidhaa zetu tunazozalisha nashukuru kwa sababu we kuwepo upande wa serikali ni kuonesha uhalali wa bidhaa yetu. tamani watu wa nyanda za juu kusini, mikoa ya Mbeya, Songwe na Katavi watupokee apokuja sokoni. bidhaa yetu inapatikana kwa bei ndogo sana shilingi elfu mbili kwa pisi moja, na kwa wale wa uzaji wa jumla wanaweza wakatupata kwa namba ya sifuri saba hamsini na sita themanini ishirini na sita tisini na tano.